Viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na msaidizi wa Rais Farouk Kibet wamewarai wenyeji wa eneo la Magharibi kuungana pamoja nyuma ya Rais William Ruto ili kuhakikisha kuwa wanapata uongozi wa kitaifa. Wakizungumza eneo la Malava County ya Kakamega, viongozi hao wamesema njia ya kipekee ya kunufaika na miradi ya maendeleo ni kuegemea upande wa serikali na wala si kupinga serikali. Viongozi hao aidha wamempigia debe mwaniaji wa UDA katika uchaguzi mdogo wa eneo hilo David Ndakwa kama mwaniaji bora wa nafasi hiyo. Kuna wale ni wafanyibiashara na kazi ya watu wengine wanatumwa, anaambiwa enda tengeneza namna hii, alafu kesho uongozi rudi huko tuwapatie. Leo William Ruto kiongozi wa Kenya akimaliza, mungu akipenda, amelea viongozi wawili wa jamii kutoka Mulembe, kuna Wetangula na kuna Musalia Mudavadi, na hao viongozi wawili atakayepewa nyinyi wa Luya mtakataa kusimama nyuma yake? Simtasimama nyuma yake, alafu sisi ile jamii yenu hapo. Wanakuja hapa na Wakenya wengine wanakuja hapa, Raila Odinga atatusaidia tuendelee ama tusiendelee? Hiyo ndio uongozi mnataka? Nikikuja hapa niambie nyinyi, hoe tu mnataka namna hiyo? Wale wanaambia nyinyi hoe washindwe ama wasishindwe? Yes, because you must stop them lying to you Equally they are your children but you must tell them the truth. Hata Ndakwa akichakuliwa leo na ni mkora ama yule mwingine ni mkora, mtasimama na mtu ambaye atakuwa anadanganya watu? Kweli, lazima maendeleo ifanyike. Ndakwa must deliver to the standard ya watu ya mala Malava.